Habari zenu watoto? Nzuri. Nyinyi ni watoto wa kanisa gani? -E o, o, -E o, -E. Basi mtaka kuambia siku moja kulikuwa na shida kubwa ya kutatuliwa. Nani angetatua hii shida? mm -hmm. Nasema siku moja watoto, kulikuwa na shida kubwa. Je, nani angetatua shida hii? Nataka mtanijibu baada ya mimi kusema shida ambayo ilikuwa, kulikuwa na watu elfu tano. Watu elfu tano na walikuwa na njaa ya kupindukia. Wanafunzi wa Yesu Kristo wakamwambia Yesu, ambia watu waende, hatuna chakula ya kuwalisha. Shida ikitokea, kuna watu wanasema watu wenye wako na shida tuwafukuze. Kama wanafunzi wa Yesu Kristo, ambia watu waende. Mtu akifukuzwa anasikiaje? Ukifukuzwa unafanyaje? Watoto wanafanya nini wakifukuzwa?